Bwana Yesu asifiwe mteule. Anachukua uh, nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu pia amekupa nafasi ya kurejea darasani katika darasa letu huru la neno la Mungu. Karibu katika mfululizo wa somo letu la mapambo. Tunataka tuzione faida za mapambo. Uh, mapambo kimsingi yana faida nyingi sana. Na hapa nimejaribu kuziorodhesha moja baada ya nyingine, lakini sina maana kwamba nimeziorodhesha zote na wala sijazipangilia pang, sijazi kulingana na uzito wake. Yawezekana labda ya tano ndo inafaa kuwa ya kwanza au ya kwanza inafaa kuwa ya saba. Nimezipanga tu kwa mtiririko tu kwa kadiri ambavyo aa, nimeona inafaa tu kuziweka Uh, hivyo basi karibu tuzione faida, kwani tuzidi kuongerea mapambo kama hayana faida. Na baadhi ya faida unaweza ukazikubali au ukazikataa, lakini pia ninaamini baadhi ya faida utaweza kuzikubali. Na hapa nitakachokifanya ni kuzitaja tu hizo faida, lakini ukihitaji kuona kwa upana wake zaidi na kushauri ufuatilie kitabu changu kinachohusiana na, na swala zima la mapambo. Utaziona, utaiona hii orodha ya faida ya mapambo na details zake kwa upana zaidi. Nianze na faida ya kwanza. Faida ya kwanza ya mapambo hufanya kitu kipendeze au kiwe na mvuto, na kama ni mtu, umfanya mtu azidi kupendeza au azidi kuwa na mvuto na hapa nahitaji kuweka wazi uh, tangu mwanadamu alivyoumbwa aliumbwa alivyo kwa jinsi ya ajabu sana, kwa jinsi nzuri na ya kupendeza, lakini ana nafasi ya kuzidi kujinawirisha, ana nafasi ya kuzidi kujipamba ili azidi kupendeza. Na tendo zima la kupendeza au kuwa na mvuto ni moja ya hitaji letu na sio sehemu ya tatizo letu, na wala tusimkingie kifua mtu anayejaribiwa kuiba kitu kwa kuwa kimependeza au kina mvuto, anasema, unajua mbona kinapendeza sana, kwa hiyo nimejaribiwa. Hapana, hayo ni matokeo ya moyo mbovu uliokwisha kuharibika au mtu anamuona mwanamke sababu amependeza, ana mvuto, anasema amenitega. Si kweli, wewe una tatizo la moyo wako na nafsi yako. Kwa hiyo ushauri wako wewe, unataka asipendeze wala asiwe na mvuto, ili wewe usijaribiwe? Yaani maana yake ni kwamba asiwe na macho mazuri, asiwe na kinywa chenye meno yaliyopangiliwa vizuri, asiwe na maumbile mazuri, takuwa uwazi vizuri. Na hata maandiko matakatifu yamejaa maelezo ya watu kadha wa kadha ambao wamesifiwa kwa uzuri wao, kwamba walikuwa na ngozi nzuri, alikuwa na sura nzuri, alikuwa na wayo wa mguu mzuri, alikuwa na nywele nzuri. Kuna watu wametajwa kwa sifa zao, kwa uzuri wao. Kwa hiyo basi, swala so zima la kupendeza na kuwa na mvuto ni moja ya hitaji letu. Tusilibeze wala uli kuona uh, kwamba halina umuhimu katika maisha yetu. Tuone faida ya pili ya mapambo. Faida ya pili ya mapambo ni kuongeza thamani ya kitu. Mapambo yanaongeza thamani ya kitu. Ichukue e nyumba ambayo imejengwa, ichukue nyumba mbili zenye ramani moja zenye ukubwa unaolingana, na zijengwe si katika mtindo unaofanana, lakini moja iwekewe marembo, urembo na nyingine siwekewe urembo. Sio rahisi ziwe na thamani inayolingana, labda tu mazingira ya nyumba ilipo, labda ndio yapelekee kushusha thamani ya nyumba ile, lakini kama zipo kwenye eneo moja, nyumba iliyopambwa ina fensi nzuri, ina mageti mazuri, ina gypsum nzuri, ina mataa mazuri ya ndani, ina feni nzuri, au ina kondishoni nzuri, ina milango mizuri, ina asset mle ndani nzuri, thamani yake ni kubwa sana. Huwezi kufananisha na ile ambayo haina haina haina urembo au haina mapambo. kwa hiyo Uh, mapambo huongeza thamani ya kitu na hata uh, hotel au nyumba za wageni ambazo zimejengwa vizuri, zimepambwa vizuri, utaona uh, hata bei yake ya vyumba vyao ni kubwa zaidi. Ukienda kwenye hoteli ambazo zimejengwa vizuri, zina mapambo mazuri, hata bei za vyakula vyao zitakuwa na bei tofauti. Kwa hiyo mapambo ni sehemu ya hitaji letu kuongeza thamani ya kitu si tatizo. Kuongeza thamani ya kitu ni hitaji, ni hitaji letu. Ni tuendelee mbele tuweze kuiona uh, faida ya tatu. Faida ya tatu ya mapambo huongeza heshima ya mtu au kitu. Mapambo yana mchango fulani katika kuongeza heshima ya mtu au ya kitu. Kisha sema hivi, unafahamu ukiongozana na mtu ambaye amevalia vizuri, amepambwa akapambika, na wewe hujavalia vizuri, nikuambie, uh, ni rahisi kuanza kumuhisi aliyevaa vizuri ndo mgeni rasmi na kaanza kupewa heshima ya kwanza kuliko wewe. Nakumbuka kisa kimoja, nilitembelea ofisi moja nikiwa nimevaa nguo za kawaida Nina bahasha ya kawaida ya kaki, ilikuwa imechokachoka na kashati fulani mikono mifupi. Nikaingia kwenye ofisi moja ya mkuu wa wilaya mahali fulani, nikajitambulisha kwa yule mhusika niliyemkuta pale ofisini kwamba mimi ni mchungaji. Alivyonitazama na jinsi ambavyo nilikuwa nimevaa, aliona kabisa asifanani na mchungaji na alizungumza maneno fulani ambayo hayakuwa rafiki kwangu wakati huo, na singependa kuyazungumza mahali hapa, lakini nilifahamu shida ni nini. Ni namna ambavyo nilikuwa nimefaa. Uh, alitegemea kwa nafasi ya mchungaji niwe nimejipamba katika kiwango cha mchungaji. Kwa hiyo mapambo kuongeza heshima na kuongeza heshima si tatizo, ni moja ya hitaji letu. Faida ya nne ya mapambo: mapambo ni moja ya tendo la kuonyesha upendo. Mapambo ni moja ya kuonyesha upendo. Ukienda mahali fulani wakakupokea na mazingira wakayaandaa, wakayapamba kwa ajili yako Ujue wamekuheshimu na wameonyesha upendo. Ukiona una tukio la sherehe, umewaalika watu kwenye sherehe yako, wakaja wamejipamba vizuri, ujue wameonyesha kwamba wanakupenda na wamekuheshimu. Kwa hiyo mapambo yanaonyesha upendo. Nimtembelea mtu mmoja kijijini, akatuandalia mahali pa kufikia kwenye moja ya chumba cha nje ambacho kilikuwa kijatiwa ripo, lakini akatandika, akatandika vitambaa kwenye kuta zake, akatandika vitenge sehemu mbalimbali ya sebule ile. Na kweli tulipoingia mule ndani, tukakuta pamepambwa. Niliona upendo kubwa sana, nikaona kumbe amemaanisha kutupokea. Nikahisi kama safari ile ningeahirisha nikamwambia siji, na juhudi yote ambayo alikuwa ameifanya kujiandaa kupokea, angejisikia vibaya sana. Kwa hiyo mapambo yana mchango wa kuonyesha upendo wa mtu kwako, au wewe kuonyesha upendo kwa mtu. Nilienda kwa mtu fulani, walitualika kwa semina kanisani kwao lala katika nyumba ya mmoja wa watumishi wa kanisa lile. Kile chumba kilikuwa kikipambwa kila siku, shuka zimekunjwa kwa mikunjo tofauti tofauti. Aa, tulijisikia kupendwa na mke wangu, tulijisikia kuheshimiwa, tuliona ni jinsi gani anatujali. Mapambo yana faida. Faida ya tano ya mapambo Mapambo huonyesha kutambua mtu na nafasi yake na heshima yake. Ukiona mtu amekuwekea mapambo, hujua ameheshimu nafasi yako, ametambua cheo chako, ametambua nafasi yako, ametambua mchango wako, na ndio maana hakuna ziara inayoandaliwa na waandaaji wasiwekie mapambo. Hakuna wilaya au mkoa mkuu wa nchi ataenda kuona au kutembelea wasiandae mazingira na mapambo ya kuonesha kutambua ujio wa mkuu wa nchi katika eneo hili, katika eneo husika. Lakini hata viongozi mbalimbali, wao wa kidini au wa kisiasa, au ni mgeni katika nafasi yake anapokwenda mahali wenyeji wake wanapotaka kuonyesha wanamtambua wanatambua, wanatambua mchango wake wanatambua nafasi yake, mapambo hayatoachwa nyuma. Hiyo ni faida nyingine ya tano ya mapambo. Niende faida ya sita ya mapambo, mapambo faida yake nyingine ya sita ni kufungua kibali kwa mtu, na kama ni kitu au ni bidhaa itaongezeka, itaongeza mvuto au mwonekano mzuri na kufanya kiuzike. Kwa mapambo kwa mtu kufungua kibali chake, yani yana, yana nafasi ya kuonyesha kibali kwa mtu, na ndio maana siku umevaa vizuri, umejipamba kwa stara, uko nadhifu. Uh, ni rahisi hata kama kuna mtu ana shida amepotea, anapokuwa anatafuta mtu wa kuuliza, wewe ni rahisi kuwa miongoni mwa watu ambao anaweza kuwa na amani nao kuuliza. Aidha, hata wewe mwenyewe unapokuwa katika sehemu unahitaji mtu wa kuuliza, mwonekano wa mtu una una nafasi kubwa kukushawishi wewe ona ndo mtu, ndo mtu sahihi wa kwenda kuuliza, au sio mtu sahihi. Mapambo hufungua kibali. Ni rahisi hata ukiwa njiani kusalimiwa na watu wengi zaidi, maana unaokutana nao wanakuona ni mtu wa amani kulingana na muonekano ulionao. Mapambo yanafungua kibali ni rahisi hata kwenye vyombo vya usafiri huwa public mtu kuona ana sababu ya kukupisha ukae kwa sababu ya mwonekano ulionao. Mapambo yana faida. Kwa mafafanuzi zaidi ni kukaribisha usome a kitabu changu cha mapambo, lakini tuione faida ya saba ya mapambo. Mapambo huongeza shauku au kiu au hamu. Mapambo kuongeza shauku au kiu au hamu. Na ndio maana hata wafanyabiashara, ni chukulie mfano wa uza matunda, akitaka kumenya chungwa atalimenya katika mtindo wa uzuri wa kulipamba ili kuongeza hamu au kuongeza shauku, anapokata vipande vya matikiti kwenye trei yake anahakikisha amezikata katika shepu ya ua, ili we unayepita ukiona uweze kuona hamu, uweze kuona shauku. Nayo ni faida katika biashara. Mapambo huongeza shauku na huongeza kiu na huongeza hamu. Sasa wale watu wa kundi A wanaosema mapambo ni dhambi, wanasema tendo la kuongeza shauku au hamu ni kosa kubwa sana unawaingiza watu majaribuni, kwa hiyo haifai kabisa kuongeza kiu na hamu ya watu, unapelekea watu watamaniwe, unapelekea watu wawe katika vishawishi. Sikataa, yawezekana ndivyo hili, lakini kwa nini uanze kuona shida kwa aliye jipamba kwa mapambo mazuri tu? Yani ongeza mvuto wake, na mvuto wake sio shida. Usione shida kwa huyu mtu anayeona kila kitu kizuri kwake ni tatizo. Ingekuwa ni hivyo, mfalme Daudi angeweza kujitetea alipomwona mke wa Ulia ana mvuto, akamtamani, akajaribiwa kulala naye. Daudi angeweza kusema aa, huyu mwanamke bwana, ndio shida, uzuri wake uliniponza. Daudi hawezi kujitetea kwa sura hiyo. Kwa hiyo, alitamani mke wa ulia awe ni mwanamke asiye na shepu asiye na mvuto wote, ili iwe salama kwake, si kweli? Na ndio maana Mungu alituma ujumbe wa kumkemea Daudi. Daudi alifaa atambue kweli ile mwanamke ni mzuri na aishie hapo. Kwa hiyo, hiyo ni faida nyingine ambayo tumeweza kuiona ya mapambo kwamba mapambo kweli yanaongeza kiu au hamu. Faida ya nane ya mapambo: mapambo huchangia katika kuonyesha usafi na usalama wa kitu au wa mtu. Mapambo yana mchango wa kuonyesha hali ya usalama wa kitu au wa mtu au hali ya usafi wa mtu au wakitu. Ni swala la kawaida kabisa. Unapokutana na mtu ambaye amejipamba vizuri, kajihisi uko salama, sio rahisi kuanza kumfikiria ni kibaka atanikabaroba huyu, hapana. Lakini unapokutana na mtu, jinsi alivyovalia inakutia hofu, unakuwa na wasiwasi wasi. Lakini unapokutana na mtu amevaa vizuri, amejipamba vizuri, unajihisi kabisa umekutana na mtu aliye salama, mtu aliye mwema, mtu ambaye hawezi kuwa na madhara na wewe. Na hapa sina maana kwamba kila anayejitia urembo kwamba ni mtu sahihi na ni mtu salama, hapana, kwa sababu hata shetani anaweza kujiigiza kuwa kama malaika wanu lakini bora amejiigiza kwa malaika wa nuru, maana anafahamu ili uwe mtu mwema lazima uigizie kuwa nuru. Kwa hiyo basi, hii ni faida kubwa sana. Ni nani ambaye hapendi watu wamwamini au watu wakikutana na yeye wasijihisi kwamba uko salama? Kila mtu unatamani watu wasikushakie na watu wakuone wewe ni mtu mwema, na mtu anayekutana na wewe asiwe na sababu ya kukutilia shaka ajihisi naone kabisa kwamba amekutana na mtu sahihi na mtu salama. Hiyo ni faida ya nane ya mapambo, lakini ipo faida nyingine ya tisa ya mapambo. Mapambo yanaongeza nidhamu, mapambo yanaongeza nidhamu. Ko, ni ukweli, siku mtu amevalia vizuri, amevaa suti yake, ametia tai yake, sio rahisi kutembea ovyo ovyo, sio rahisi kuongea ovyo ovyo, sio rahisi kula barabarani ovyo ovyo. Anajua kabisa hapa nimeamua kuji, e, kuji address katika level fulani. Kwa hiyo nidhamu inaongezeka. Huwezi kukaa sehemu yoyote kizembe kizembe, lazima ukague wapi unakaa, unaona, eh, na hata mtu unayekutana na anayekutana na wewe na yeye pia anakuchukulia hivyo hivyo, kwamba umeamua kuwa katika daraja fulani. Kwa hiyo nidhamu inaongezeka kwako wewe mwenye kujiheshimu na kujipa nidhamu, lakini hata unaokutana nao wao nao pia kuwa na nidhamu na wewe. E, kwa hiyo hii ni faida, faida. Na ni nani ambaye ajui faida ya nidhamu? Na wewe ni shahidi. Kwani siku ambazo umevaa vizuri huwa unakula, una kula ovyo, unaongea ovyo ovyo unakaa mahali popote ovyo ovyo, wao ni wao. Unakuwa mtulivu sana, unakuwa na nidhamu na unakaa mkao ambao unaona kabisa yes, watu waone una akili yako inafanana na mwonekano wako. Hiyo ni faida kubwa sana, lakini tuna faida nyingine ya kumi ya mapambo. Mapambo yanaongeza changamko na kujihisi vizuri. Naposema changamko namaanisha changamko la moyo na changamko la nje. Moyo unapokuwa umeridhika kwamba umekaa vizuri, umevaa vizuri na umependeza, lile changamko la ndani linatokea na, na nje. Mtu ambaye amevaa vizuri na amejipamba na amependeza hajihisi mnyonge, anajihisi ni mtu huyu anajihisi ana hadhi yake sawa na watu wengine, na hii unaweza ukaiona katika matukio mbalimbali ya sherehe. Mtu anapokuwa amekosa vazi maalum la kuvaa au la mwonekano mzuri, wengine hujaribiwa kuahirisha kwenda kwenye tukio husika, na kama ni lazima kwenda, huwa hawezi kujisikia uhuru sana, hawezi kufanana na mtu yule ambaye vazi lake aliona kweli linaendana na tukio na akajiona amevaa na amependeza kama watu wengine. Kwa na changamko lake huwa ni kubwa, yule aliyependeza, changamko lake huwa ni kubwa, yule anayeona kabisa amejipamba vizuri. Na hii nayo ni faida, huwezi ukaipuzia. Lakini hebu nimalizie tu na faida zingine mbili kwa sababu ya muda wetu, na kama italazimika tutaendelea na faida zingine hizi mbili za mwishoni kwa kipindi chetu cha leo. Niseme mapambo pia huchangia kuonyesha utambulisho, aidha wa mtu au tukio. Kwa kadiri utakavyojipamba, mapambo yako yatakutambulisha, na kama ni kwenye sherehe ya harusi, mapambo yatakusaidia kujua yule ndio bibi harusi na huenda yule ndio bwana harusi mapambo yatakutambulisha kama wewe ndio jaji kwenye hii mahakama, au wewe ndio speaker wa bunge kwenye bunge letu. Mapambo yatatambulisha mtu, lakini mapambo pia yataweza uh, kutambulisha tukio. Mapambo ukiyaona, unaezakajua haya mapambo ni ya harusi, haya mapambo haya kuna msiba, haya mapambo kuna shughuli fulani. Hiyo so, yote ni faida ya mapambo. Mwisho si kwa umuhimu, mapambo ni biashara nzuri, na si tu biashara nzuri, lakini ni biashara halali. Kwa hiyo basi, kuyachukulia mapambo kama fursa ya kazi, kama fursa ya kupata riziki kama fursa ya kujishughulisha nayo ili tuweze kupata kipato. Na idara ya mapambo imewaajiri wengi, wanaofanya kazi iliyo ya halali. Utaona kwenye sherehe za mahafali ya wanafunzi, watu wengi wanauza maua, watu wengi wanauza mataji, watu wengi wanauza urembo wa aina mbalimbali, ili sherehe iweze kunoga lakini si kwenye sherehe tu za mahafali, kuna sherehe za harusi, hata sherehe za misiba. Ziko sherehe mbalimbali za kitaifa na kimataifa, mapambo hutakiwa, na upambaji ni taaluma kwa sasa hivi, na mapambo yana gharama. Ndugu yangu, mapambo yanalipa. Kwa hiyo basi, tusiwanyime watu fursa ya mapambo kwa kuwatisha kwamba wanafanya kazi sio halali, kwamba mapambo ni haramu. Si kweli, mapambo ni halali na mapambo ni kazi ya halali, na mapambo yanalipa. Changamoto tu aidha itakuwa ni mtaji kulingana na aina ya biashara ya mapambo. Kama mapambo yako ni biashara inayohusiana na bidhaa ya dhahabu, basi mtaji wake utakuwa ni mkubwa na kama mapambo yako yanahusiana na vifaa vya maofisini yawezekana pia gharama zake zikawa ni kubwa sana, lakini kwa ujumla, mapambo yapo ya level tofauti tofauti, na mtu unaweza ukaanzana na aina ya biashara au ya mapambo ambayo yanaendana na mtaji ulio nao. Kwa ujumla wake biashara ni fursa yetu, na nitoe wito watu wenye biashara za mapambo waendelee nayo, ambaye nafikiria pia kufungua biashara ya mapambo, ni halali kufungua hiyo biashara na ufuate tu sheria za kibiashara na ufuate reseni na taratibu za nchi za kibiashara. Baada ya kusema hizi faida kumi na mbili ambazo imekushirikisha, yawezekana zipo na nyingine nyingi, sina maana kwamba nimezimaliza lakini hizi ni faida ambazo huwezi kuzipuuzia na zinazidi kufanya uyaone mapambo jinsi yalivyo ya halali ya msingi tu, na hakuna mtu ambaye yuko nje ya mapambo. Hata huyu ambaye anasema mapambo ni haramu, ukimwangalia amezungukwa na mapambo, ukiangalia mwili wake umejaa mapambo. Ndugu yangu, baada ya kuyasema haya, ni imani yangu kwamba umeweza kunifuatilia na kuona ni nini tunakizungumza kuhusiana na mapambo. Mapambo ni nzuri, na mapambo ni halali. Karibu katika kipindi kingine tena kitakachofuata, ambapo tutahusika na changamoto za mapambo, kwa sababu hakuna chenye faida ambacho hakina changamoto. Niombe usiishie hapa, kuwe pamoja nasi hadi mwisho wa mfululizo wa vipindi vyetu kuhusiana na mapambo, na kama utakuwa na swali, karibu kwa swali, lakini usisahau kusubscribe. usisahau like. lakini pia usisahau kushare na watu wengine, na karibu kwa kutusupport, ili tuweze kupata vifaa rafiki vya kuandalia vipindi vyetu na kuweza kupata vifaa vya kurushia vipindi vyetu lakini pia tuweze kupata nguvu ya kuandaa mazingira rafiki ya kurushia vipindi vyetu. Ninaamini na wewe, Mungu atazidi kukubariki kwa kutumika pamoja na sisi katika darasa letu huru la neno la Mungu. Ni mimi mtumishi na mtendakazi pamoja na wewe katika kazi ya Bwana, uh, mchungaji na mwalimu Kachemli Karagu, nikiwa hapa Dar es Salaam nikitumika na kanisa la Tabana Gospel Church. Karibu sana. Tuwe pamoja na Mungu akubariki.